Sasa tunapoanza safari leo, akaunti za injili zinatupatia matukio manne muhimu ambayo sasa yanatokea katika maisha ya Yesu. Kutoka jangwani ametokea Yohana Mbatizaji, huyu nabii wa kipekee mwenye ujasiri wa agano la kale wa Mungu. Amevaa kanzu mbaya ya manyoya ya ngamia, na nadhani ana mabaki ya nzige na asali yamekwama kwenye ndevu zake. Yohana amekuwa akihubiri ujumbe wa toba ili kuandaa taifa kwa ujio wa Masiha. Huduma ya hadharani ya Yesu iko karibu kwanza, lakini kabla haijaanza, matukio haya manne yanatokea. Tutawita tukio la kwanza utambulisho. Sasa tutaenda kwenye akaunti ya injili ya Marko kwa hili, sura ya moja mstari wa tisa unasema hivi: siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika mto Yordani. Sasa katika Injili ya Mathayo inatuambia kwamba Yohana alikuwa unajua, na wasiwasi kidogo kumbatiza Yesu, lakini Yesu alisisitiza. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini Yesu angebatizwa kabisa. hakuwa na kitu cha kutubu. Basi kumbuka wazo kuu la ubatizo hapa ni utambulisho. Wale watu waliokuwa wanabatizwa hawakuwa tu wakishuhudia toba yao, bali pia walikuwa wanajitambulisha na ujumbe wa Yohana kuhusu ujio wa Masiha. Kwa hiyo Yesu anapobatizwa hapa, pia anajitambulisha na mabaki ya waumini wa Israeli waliokuwa wanatarajia ufalme wa Masiha uje. Na sasa tukio la pili linatokea nalo ni upako. Mathayo sura ya tatu mstari wa kumi na sita inasema, Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Na tazama, mbingu zilimfungukia, akamwona roho wa Mungu akishuka kama hua na kutua juu yake. Nikuambie, mwana wa Mungu alipoondoka mbinguni na kuwa mwanadamu, hakuwahi kuacha asili yake ya ungu. Alichukua asili ya kibinadamu. Yeye ni Mungu kamili na mwanadamu kamili. Na kwa upako huu hapa, Yesu kama mwanadamu atatuonyesha jinsi ilivyo kujisalimisha kwa nguvu na uongozi wa Roho Mtakatifu ili aweze kutimiza jukumu lake la kimasihi. Kwa njia, kila muumini hadi leo amepakwa mafuta umepewa Roho Mtakatifu ambaye sasa anaishi ndani yako. Mtume Paulo aliweka hivi katika Warumi tano tano kwamba Roho Mtakatifu amepewa wetu. Katika Wakorinto wa kwanza saa sita na madakika kumi na tisa Paulo anaandika kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yetu kwa maneno mengine, wewe na mimi tunayo rasilimali ile ile ya kuishi maisha matakatifu kama Yesu alivyokuwa nayo, kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa, pamoja na hayo, tukio la tatu linatokea. Tutaliita hilo idhini. Huu hapa ni Mathayo sura ya tatu mstari wa 17. Sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Sasa hili linaturudisha kwenye maneno ya kinabii ya Daudi katika Zaburi sura ya mbili 2 mstari wa saba ambapo tunasoma hivi, Bwana aliniambia wewe ni mwanangu leo nimekuzaa. Hivyo Yesu sasa anapokea e, idhini idhini ya hadharani kutoka kwa Mungu Baba. Sasa baada ya matukio haya matatu, tunafika kwenye tukio la nne na ambalo ni muhimu sana, ambalo kimsingi linakuwa tukio la kwanza katika huduma ya Kristo na kwa neno moja ni majaribu mathayo marko na luka wote wanazungumzia tukio hili hapa na na kwa pamoja simulizi hizi tatu zinatupa picha kamili sana ya lile jaribu tunaambiwa kwamba yesu sasa anaongozwa na roho mtakatifu kwenda jangwani ambako anafunga kwa siku 40 sasa shetani anatumia fursa hii na anajitokeza kumjaribu bwana atende dhambi Mathayo sura ya nne mstari wa tatu inaandika maneno ya Shetani kwa Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru hizi mawe ziwe mikate. Sasa anajua Yesu ana uwezo wa kumaliza kufunga kwake kwa kusherehekea mkate mpya, lakini Yesu anajibu hapa katika mstari wa nne akinukuu kumbu Kumbukumbu la Torati sura ya nane mstari wa tatu, imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa Shetani anamjaribu Yesu ajitumikie mwenyewe, atumie nguvu zake za kimungu kutimiza hitaji la kibinadamu. Ni kuambia Yesu hakuwahi hata mara moja kutumia nguvu zake za kimungu kufanya maisha yake ya kibinadamu yawe rahisi zaidi. Sasa Mathayo na Luka wanakubaliana kuhusu maelezo ya majaribu yote matatu, lakini wanabadilisha mpangilio wa mawili ya mwisho. Mpangilio wa Mathayo ni wa kihistoria na wa Luka ni wa kimada, na tutaendelea kufuata mpangilio wa kihistoria. Kwa hiyo tutaenda kwenye injili ya Mathayo ambapo anaandika sasa katika mstari wa tano, hukisha, ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu akamweka juu ya kinara cha hekalu, na akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atawaamuru malaika zake wa kuhusu wewe, nao watakuchukua mikononi mwao usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Sasa Shetani naye anaweza kunukuu maandiko kidogo pia, lakini kama kawaida yake anayapotosha ili yamaanishe anachotaka yeye. Na kwa hili anamjaribu Yesu ajaribu ahadi ya Mungu Baba ya kumlinda. Kimsingi anamwambia Yesu, tazama Yesu, kwa nini usimjaribu Mungu badala ya kumtumaini? Na Yesu anajibu hapa katika mstari wa saba, tena imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako hapa ananukuu kumbu Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa kumi na sita. Anajibu na kusema kimsingi, imani yangu kwa Mungu Baba ni kubwa sana, sihitaji kufanya majaribio, sihitaji kuthibitisha chochote. Sitamjaribu, nitamtumaini. Sasa jaribu la tatu na la mwisho linatolewa hapa katika Mathayo sura ya nne mstari wa nane. Tena ibilisi alimchukua hadi kwenye mlima mrefu sana na kumwonyesha falme zote za dunia na utukufu wake. Kisha akamwambia, haya yote nitakupa ukiniangukia na kuniabudu. Kwa maneno mengine, asikiliza Yesu, kwa nini upitie ukataliwa? Kwa nini upitie mateso yote ya kusulubiwa na kutenganishwa na baba yako? Mimi nimepewa mamlaka juu ya falme za dunia. Kwa nini usubiri naweza kukupa haya yote sasa hivi. Labda alimwonyesha Yesu mtazamo mpana wa historia ya dunia, hatujui. Lakini anasema Yesu, unaweza kupata taji sasa na usikabiliane na msalaba. Ninapenda jibu la Yesu hapa kwenye mstari wa kumi, anasema tu ondoka, Shetani, kwa maana imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako na yeye peke yake ndiye utakayemtumikia na tena Yesu ananukuu kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa kumi na tatu. Anamfukuza Ibilisi kwa mamlaka yake. Sasa muda wote huu Yesu amekuwa akidhibiti hali na Shetani alijua hilo. Ndiyo maana Mathayo anasema kwenye mstari wa kumi na moja kisha Ibilisi akamwacha na tazama, malaika wakaja na wakamtumikia. Yaani Yesu kwa njia, kila jibu la Yesu lilitoka moja kwa moja kwenye kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati. Mara nyingi nimejiuliza ningefanya vipi kama Shetani angenijaribu kutenda dhambi na kitabu pekee nilichokuwa nacho ni kumbukumbu kumbu la Torati. Naam, hicho ndicho tu Yesu alihitaji kukabiliana na kila shambulio katika pambano hili la upanga. Ushawahi kufikiria kwamba Shetani bado anawajaribu watu leo hii kwa kutumia mbinu zilezile zile. Jaribu la kwanza linasema, tazama kama una hitaji, kama ni hitaji halali kama njaa, endelea na utimize, unastahili. Yesu alikuwa na hitaji halali la chakula na uwezo wa kukiumba, lakini Shetani alikuwa anamjaribu kwa ufanisi, ajaze tamaa zake kwa njia yake mwenyewe na amwache Mungu Baba nje ya hilo. tunapaswa kumwendea Baba. Kama vile Yesu alivyofanya na kumuuliza unataka niwe na tamaa hii je? Hii ni kitu ambacho ungefurahia? Jaribu la pili ni tazama, eh, kweli unaamini Mungu anajali kuhusu wewe? Anajua kuhusu unajua matatizo ulionayo maishani, basi jikumbushe tu kwamba anajua na anatoa ahadi hii, sitakuacha wala sitakutupa. Jaribu la tatu ni Kudhani kwamba mapenzi ya Mungu hayapaswi kuwa magumu au yenye changamoto. He, Shetani anataka uamini kwamba unaweza kupata taji la dhahabu bila msalaba wa mbao. Lakini Yesu anaahidi kutufundisha na kutusafisha kupitia majaribu makali ya maisha ambayo hayawezi kuepukika. Kwa hiyo, mjaribu anapokuja kwako na atakuja leo. Nataka ukumbuke maneno mawili. Kwanza. Kimbia. Na ninamaanisha ukimbilie Maandiko, tumia ukweli wa Mungu upambana na uongo wa Shetani. Na pili, kumbuka, kumbuka kwamba chochote unachopitia, Bwana Yesu ameguswa na hisia za udhaifu wako kwa kila jambo. Waibrania saa 4 na madakika 15 inasema, amejaribiwa kama sisi lakini bila dhambi.